Naitwa Halima Sadiki, mimi ni mzazi wa Jaden Ali Sadiki na Jadis Ali Sadiki. Mtoto um, wangu wa kwanza Jaden ame ameanza kuwa Stars Academy uh, Tanga akiwa darasa la standard I mean standard 2 uh, amehamia hapa akiwa standard 2 mpaka leo yuko standard 6. Jadis ameanza Uh, from baby class mpaka sasa hivi iko standard standard 2. Watoto wangu kuwa Stars Academy imewabadilisha mambo mengi, kwanza kutoka huko walikotoka mpaka hapa. uh, sio kwa, sio kwangu mimi tu, hata walimu wanawasifia sana, na hakuna kitu kizuri kama unakuja shule ukiambiwa watoto wako wanafanya vizuri. Jaden anafanya vizuri kwenye hesabu, science na mwalimu ananiambia kwamba ni mtu ambaye akiuliza maswali kabla mwalimu unakuta somo ni la, somo ni, ni ambalo bado halijafundishwa, lakini akiuliza maswali Jaden anajibu kabla hata hajafundishwa, yaani anajua kila kitu kabla akijafundishwa. Kwa hiyo Jaden wangu ameimprove sana na utundu, alikuwa mtundu sana ameacha. Uh, na nyumbani ana hata akiwa anaangalia tuseme TV anakuwa anapenda kuangalia documentary, so kwamba anaangalia tu vitu vya kijinga, na anaelewa kitu gani anakiangalia akimaliza na kuuliza maswali. Anaweza akakuuliza maswali ya jua, anaweza akakuuliza maswali ya ya dunia, maswali ya wanyama uh, ni kwamba, ni kwamba ni kwamba ni kwamba ni mtoto kwamba ubongo wake unazidi una kuimprove kila wakati watoto wangu kuwa hapa Stars Academy, vitu vingi uh, naweza kufurahia na kukumbuka. Kitu cha kwanza wanapenda sana kuongea Kiingereza, hawawezi tena kuongea Kiswahili, na kwa nyumbani wana nicheka mimi mama yao kwamba siwezi kuzungumza Kiingereza kama wao. I'm proud mom kwamba watoto wangu wame wameimprove sana na wana confidence sana na wako vizuri kwa kweli, wako vizuri tofauti na huko walikotoka. Watoto wangu wana confidence kubwa sana, hata wageni wakija nyumbani wanaongea, hawaogopi, wanaongea, wanaweza kujieleza, tofauti na watoto wa wenzangu ambao wanakuwa na uoga. Watoto wangu wanaweza kusimama sehemu yoyote na kujieleza au kumuuliza mtu kitu chochote, wana confidence kubwa sana na majirani ndugu zangu wanatamani sana watoto wao waje hapa na nadhani kama mtoto wa dada yangu mwaka tukifungua mwaka unaoanza atamhamishia hapa kwa sababu anaona tofauti ya huku mtoto alipo na hapa tofauti yake ni kubwa sana kwa mtoto wake na watoto wangu kwa hiyo konfidensi walionayo uwezo wa kusimama nyumbani hawaogopi kitu chochote na kama kitu wa wakihitaji wanakuambia chochote. Kama mtu akimfanya kitu anaweza kumwele, kuja kujieleza nyumbani kwamba mtu fulani amenikosea au mtu fulani dada leo hajatufanyia kitu kizuri, au shuleni leo mwalimu amefanya kitu fulani, wanaweza kuambia chochote na nifanya na. Sasa hata mimi nimekuwa friend na, friendly na watoto wangu, nawapa uhuru wa kuongea, kwa sababu kwanza wana uwezo huo. Kwa hiyo na, yaani, ukiangalia watoto wenzako na watoto wako, tofauti yao ni kubwa sana kwa hiyo na najivunia watoto wangu kuwa hapa Stars Academy. Najivunia sana kuwa mmoja wa wazazi ambao watoto wao wako hapa na wanatimiza miaka kumi ya Stars Academy. Kusibabu, kwa sababu tunaenda tukijiamini, tunafurahia watoto wetu kwamba wanaenda mbele, watoto wetu wako sehemu salama, watoto wetu wana furaha, watoto wetu wana furaha, watoto wetu wanapenda shule wakifunga shule wanajisikia vibaya kwayo, shule wako asubu kiumu shule. Nakata niu niu. Kwa hiyo ukiona shule ambao watoto wako wanaamka asubuhi, ukimwambia hata akiuma, ukimwambia asiende shule anakataa, ni ni uhakika kwamba watoto wako wako sehemu salama kabisa. Najivunia sana watoto wangu kusoma hapa na nawapongeza na wa uh, watu wote walimu wa wazazi wa wenzangu wamiliki wa wa wa wa wa shule na kila mmoja anayetimiza ndoto za watoto wetu